nini tunajifunza skiti baraza masaili ya, ya faraidh, au kwa Kiswahili tunasema masaili ya mirathi na kuweza kuona wanafunzi wetu wanajifunza nini na wao wakapata fursa ya kufanya hima katika kudurusu na vile vile jamii ikapata kuona baadhi ya mambo muhimu ambayo kwamba ingependeza kwa wao kuyajua ili kuondosha mizozo eh, malumbano, maugomvi katika katika familia zetu. Bwana Mtume sala sallallahu alaihi wasallam ameeleza mengi katika somo hili au ilmu ya faraidh, na moja ya hadithi alizosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo wanafunzi watakuja kuzisoma baadaye, akieleza ya kuwa mirathi ni nusu ya elimu. Ukichukua elimu yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala ametuteremshia sisi na kutunufaisha nayo, basi nusu ya ilmu hiyo ni, ni mirathi. Na yako mambo mengi tuna umuhimu wa sisi kuyajua, yako mambo tunafahamu tofauti na sheria inavyotaka. Uh, yako mambo ambayo kwa Kiingereza wanasema misconception. Yani, mtu anakuwa na ufahamu tofauti katika, katika jambo. Kwa hiyo tutagusia baadhi ya mambo muhimu uh, kama taarifu uh, ya mirathi yenyewe, definition yake nini? Ni hiyo faraidh, na hujulikana kwa majina tofauti uh, hujulikana kwa jina la al-faraidh na pia hujulikana kwa jina la almirath na wengine pia hujulikana kwa jina la alirth. Yote hayo ni yanakusudia kitu kimoja, ni kitendo. Mtu amekufa amewacha mali, na ile mali sasa inapaswa ihame, kwa sababu yeye tena hawezi kutumia tena. Imepaswa ile mali sasa iende kwa watu wengine na wao waitumie kwa maslahi ya kidunia pamoja na, na akhira. Na hili jambo ni, ni fardhi kifaya. Si kila mtu anapaswa kujua ilmu ya mirathi, kama ilivyokuwa kuswali. Kila mtu anapaswa ajue namna gani ya kuswali, ili aiweke vizuri swala yake, lakini fardhi kifaya anatakiwa eh, eh, ilmu hii anaweza wakisha kujua ba, watu wachache basi imetosheleza. Sasa tumwambie mwanafunzi Masud kutoka madrasa Tusururi ya msikiti nambari, atueleze taarifu ya mirathi, definition yake ni nini, na mbele huko tutaeleza kwa nini tumechagua kuifanya hapa msikiti baraza. Uh, ni kwa ajili ya kutabaruku na mashekhe waliopita hapa, na ndo nasabu yetu ya, ya ilmu inapitia msikiti baraza uh, kwa maalimu Bakathiri kwa babake kisha babu yake kisha kwa Said Ahmad uh, bin Abaka bin Smeit, mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Iko siku tukipata fursa, tutakuja tutahitaji nasabu hii kwa kwa kituo na kwa urefu. Haya, nini unafahamu nini? Ukielezwa, akija mtu akikuuliza mirathi ndo nini? Haya, masudi wewe utamweleza nini? Haya, tutajie jina lako na madrasa unasoma, alafu tena utuelezee, eh, e, taarifu ya mirathi kilugha na kisheria. Aya, bismillah. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mirathi ni elimu. Mirathi ni elimu, ni somo, ni taaluma ambayo kwamba ina inatujulisha nani anarithi na nani anastahiki kurithi, nani hastahiki kurithi, katika wale wana, watu wa karibu wa marehemu, nani na nani waliowekwa katika orodha ya wanaostahiki kupata nani na nani waliowekwa katika orodha ambayo kwamba hao hawa hawastahiki kupata, au nani na nani anaweza kupata kwa kuhurumiwa, eh, ambayo kwamba hawamo katika orodha ya warithi, lakini wanaweza kupata mirathi kwa njia kwa njia ya rahim wao, dhawil arhami na kilugha ni kubakia kitu, kuendelea kubakia. Ninyi mna nyumba yenu, mzee kajenga na nyumba ile, amefariki. Sasa ili endelee kubakia katika milki yenu nyie, je, nani anatakiwa kuimiliki ile nyumba? Nani na nani katika warithi waendeleze ule umiliki kwa albaka. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani Walillahi mirathu samawati wal ardhi, ye mwenyewe ndo mwenye kufanya nini? E, ndo mwenye kurithisha akitaka, e, kukupa kitu, yeye ndo mwenye kusababu ya kitu kuendelea kufanya nini? Kuendelea kuwepo. Na istilaha ndo tulivyosema mwanzo, na hapa tunajifunza kwa nini tuweze kutoa taarifu kilugha na istilaha. Mara zote usije ukamsemea mtu, watu wa fanni fulani wanatakiwa wao ndo waeleze jambo lile. Kwa mfano tumekuwa tuna matatizo mengi katika jamii e, watu wa e, mivutano baina ya watu wenye kusoma maulidi na wengine hawasomi. E, kwa nini imekuwa kama wengine wanawasemea wengine wale wanaosoma maulidi wao ndio walitakiwa waseme maulidi ni nini nini. lakini badala yake wale ambao hawataki maulidi wao tena ndio wanawasomea wanawasemea, na, na kutoa taarifu ya maulidi kwa namna wanaofahamu fahamu wao. Kwa hiyo msingi ni kuwa kila jambo eh, lina taarifu kwa mujibu wa watu wenyewe. Watu wanahau watatoa taarifu ya al-kalam kwa wao neno ni nini ni. E, na watu wa mantik o e, wao pia watatoa taarifu neno al-kalam ni kitu gani kwao. Na watu wa tasawuf e, wao watasema al-kalam ni kitu gani kwao. Watu wa tauhid e, vile vile na wao watasema al-kalam kwao ni kitu gani hapa ndio kuna umuhimu wa kuona kwa nini tunasema istilah. Na elimu ya mirathi ni elimu ya sheria, ni elimu ya sheria ya Kiislamu, ni elimu ya fikhi kwa lugha ya ki kwa ya Kiarabu, fikihi kwa lugha ya Kiswahili ni somo la fikhi, na kila kitabu cha fikhi utaikuta katika mirathi. Sasa tumuombe Ustadh uh, Muhammad mtoa uh, atueleze reference au masadir tukitaka kupata mirathi, mirathi imetokea wapi. Yeye atajaribu kutueleza e, kwa ufupi, alafu tutafanya taaliki yake. Alhamdulillah rabbil alamin, inshaallah. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd, assalamu wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyoashiria mwalimu hapa kwamba tuelezee baadhi ya masala yanayohusiana na somo la mirathi. Mwalimu amefafanua kwa kiasi ambacho wamefafanua alhamdulillah na sisi tunatia nyamanyama -nyama kidogo katika masala haya vile vile. Eh, kwanza tunatakuwa tutambue ya kwamba elimu hii ya mirathi, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo muikaji wa elimu hii na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio aliyetufikishia eh, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala elimu hii ya mirathi ameizungumzia katika sehemu nyingi katika Qur'ani, kubwa yao kabisa katika sura tun-Nisaa, kianzia eh, aya 7 mpaka 11 anaizungumzia hii mirathi na ugawaji wake, nani watapata kwa kiasi gani, na mfano wake namna kama hiyo. Vile vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akazungumzia umuhimu e, wa somo hili la mirathi, akatwambia Mtume sallallahu alaihi e, wasallam alhiqul faraid li ahliha, kwamba wapeni e, wa mirathi watu wake, watu wapewe mirathi wale wanaostahili kupewa mirathi e, famabaqia fali aula rajulin dhakar, au kama qala alehi wa salatu wassalam Kile kinachobakia basi hicho kinamstahikia yule mwanaume aliyebakia katika wale wanaorithi. Kwa hivyo hii ni kwa ufupi sana, uliona somo hili la mirathi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelizungumzia katika Qur'ani na vile vile Mtume ssalam amezungumzia katika hadithi mbalimbali mbali. Vile vile somo hili la mirathi ni fardhi kifaya kama ilivyo salatu janaiz na fardhi nyingine kifaya. Manake linaposomwa somo hili na baadhi, basi ule wajibu unaanguka kwa wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza somo hili, lina umuhimu wake na lina faida zake, kwani somo hili ndilo ambalo litaondoshwa katika ardhi hili, kama anavyozungumza Mtume sasalam, kwamba elimu ya mirathi au waliza minadunia duia, ndio somo la mwanzo au ndio elimu ya mwanzo ambayo itaondoka katika maisha haya ya dunia. Na hiyo ndio kwa ufupi sana ambavyo kama alivyotunzuia hapa katika e, mwalimu hapa, na sisi tumeingizea kidogo. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi wa mambo haya, alhamdulillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema wanafunzi, yeye ndio aliye Aliqasim, aliyegawanya, akaweka misingi yote ya mirathi na hapa ndo wanazuoni wa fiqhi wa, wa sheria ya kiislamu uh, akatueleza ya kuwa masadir chimbuko uh, au reference ya ilmu ya mirathi kwanza kabisa ni alqurani alkarim uh, kama aya uh, zilivyotangulia katika suratinisaa na kwengineko allah subhanahu wataala amegawa kwa uchambuzi sana akisema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi alunthayain. Mwenyewe amekasim, amekusieni mtekeleze mirathi hivi, fulani apate fulani katika hali fulani fulani, apate fulani katika hali fulani, na fulani ikiwa hali fulani, apunguziwe, apewe hichi. E, yote hayo mwenyewe Allah subhanahu wataala kama alivyotuekea alfajiri tuswali e, rakaa mbili e, magharibi rakaa tatu hivyo. E, hivyo ametuwekea e, mambo hayo katika e, katika mirathi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam e, katika sunna unapata e, reference ya pili. Kwa mfano, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema e, la yarithu almuslimu alkafira e, Muislamu hawezi kumrithi nani? Eh, kumrithi kafiri. Walakin mchake, eh, wala al-kafiru al-muslima. E, na hii ni hadithi iliyopokelewa na Rawahul Jamaa illa Muslima wa Nasai, yani e, e, katika hadithi zilizopokelewa kutoka kwa Sayyidina Usama bin Zaid. Kwa ziko hadithi nyingi, wana Mtume sallallahu alayhi wasallam amefafanua na amegawa mirathi na masala mengine yamegaiwa na Khulafa Rashidun, takuda kukuta masala Saidna Omar ametoa ametoa fatwa yajibiwe hivi, na ikawa ni katika sehemu ya Sunna, kwa sababu na Mtume saaa sala mwenyewe alisema, nimekuachieni vitu viwili Kitabullahi wasunnati wasunnati khulafai ar-rashidin al almahdiin kwa hiyo na masadir ya tatu ni kauli za wanazuoni al-ijmaa. E, hiyo pia inazingatiwa. E, kwa hiyo kama ilivyokuwa katika kadhia nyingine katika mahkama ya kadhi au mahkama hizi za kiserikali e, kadhi fulani alihukumu hivi na wewe unahukumu hivi, kama jambo halijatolewa kauli kabla kwa hiyo kuna ijma na kiyas na mambo yote hayo yanazingatiwa katika, katika fani ya sheria eh. Hiyo ndiyo eh, mirathi kwa taarifu yake eh, na faida zinazopatikana, inakosekana kudhulumiana, roho yako inakuwa baridi, ukijua kwamba kumbe mimi Mungu ndo kanipa hichi, eh, unakuwa na kinaa Eh, kumbe fulani ndugu yangu yeye ndo kaambiwa apewe kingi, mimi nipewe kidogo. Kwa hiyo unaridhika na kile ambacho kwamba yeye kakasimiwa, kumbe Mungu ndo kasema. Si sote ni ndugu, lakini mbona yeye ndo anapata, mimi nakosa kabisa? Hii pia ni sehemu ya eh, ni sehemu ya ya mirathi. Si kwamba ndugu wote hupata, ndugu wengine hukosa kabisa, huzuiliwa na ndugu wengine, na hii pia tutakuja kuiona katika eh, katika mirathi pia eh, walillahi alhamdu. E, nafikiri tukome hapa kwa e, mpaka tutakapokutana tena inshallah, katika klipu inayo inayofuata, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.